Bwana afisa habari wa Simba amewaomba mashabiki wa Simba Ahmed Ally huyu wasitoke katika mchezo kuelekea katika mechi yao dhidi ya RS Berkane mechi ya fainali ya CAF Kombe la Shirikisho. Amesema kwamba mechi hiyo isiwatoe katika utaratibu wao wa kila siku ambao utawafanya waweze kupoteza morali. Simba inacheza katika mechi hii baada ya kupoteza bao mbili kwa sifuri pale kwenye dimba la Manispaa Berkane. Sasa timu hiyo imeambiwa kwamba itacheza Zanzibar na Ahmed Ally amewaambia ya mashabiki kwamba wanatakiwa kwa sasa hivi kufuata utaratibu wa timu na tiketi Uh, jinsi ambavyo watakata tofauti na mwanzo, wakiamini kwamba wamepoteza muda wao baada ya kukata tiketi za uwanja wa Mkapa. Sasa Ahmed Ali amesema kwamba utaratibu utatolewa na timu kwa wale wanaotaka tiketi hatimaye, na jinsi watakavyotua pale Zanzibar. Kwa mashabiki watakaobahatika kuingia uwanjani, wanaomba wakashangilie mwanzo mwisho, pia eh, bila kupoa na kuwapa nguvu wachezaji wao, maana walipanga kuwa na mashabiki elfu sitini, lakini watakuwa na mashabiki elfu 12 peke yake. Wanaamini kombe watalibeba, kikubwa wawe na umoja wasiwaangushe. Hayo ni hayo ni maamuzi ya kafu Kikubwa wawe na umoja, wasiwaangushe. Hayo ni maamuzi ya kafu na viongozi wao wamepambana sana, mbungi iwe mkoa Mkapa lakini imeshindikana. Kikosi cha Simba kinatarajiwa kuondoka kesho Jumatano kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo wa fainali dhidi ya RS Berkane. Hivyo Simba watakuwa Zanzibar siku nne kabla ya mchezo. Hivi hapa ni vingilio vipya katika dimba la Amani. VIP A ni shilingi elfu hamsini, VIP B eh, Urusi pale ni shilingi elfu thelathini, mzunguko yaani orbit eh, itakuwa ni kwa shilingi elfu kumi peke yake. Vingilio vya mchezo wa marudiano wa fainali ya Kombe la Shirikisho Afrika dhidi ya RS Berkane ambao utapigwa kwenye uwanja wa Amani. Una maoni gani? Unafikiri Simba ataweza kupindua meza kwenye dimba la Amani katika fainali. Fainali ya kwanza pale katika dimba la Manispaa Simba akapoteza kwa bao mbili kwa sifuri.